Mafanikio ya elimu katika maeneo tengefu ndani ya jiografia ya Pemba. Kama tunavyojua, kuna maeneo mfano Andikoni, kuna vijiji Mleteni, Mkia Ng'ombe, visiwa vidogo vidogo, Mgelema. Hapa nataka niseme zoezi ambalo tunakwenda nalo na tuko vizuri huko. Katika vijiji hivyo tunaendelea kuimarisha miundombinu kama iliyopo mjini, tunajenga maabara na maktaba katika skuli za vijijini. Hivi naongea hapa leo 25, hakuna skuli yoyote ya SMZ inayofanya mtihani kwa kutumia njia ya alternative to practical. Yaani, kufundisha sayansi kwa nadharia, kufanya matendo ya sayansi kwa nadharia. Hakuna, skuli zote za SMZ zinafanya mtihani kwa vitendo. Waalimu wanafundisha kwa vitendo, maana yake, kuanzia Kigomasha kaskazini Pemba mpaka Kisiwa Panza kusini Pemba, huko vifaa vya science serikali wa mia nane imekuwa ikivipeleka na kuviimarisha. Kwa hivyo hakuna mwanafunzi ambaye hana mazingira haya ya kuenjoy huduma katika eneo hili la science na teknolojia. Haya ni katika mabadiliko makubwa, lakini hilo tunaliimarisha sambamba na maktaba. Tulizoea zamani maktaba uje chake chake, uende maktaba ya wilaya Wete na kadhalika. Kwa sasa skuli zote tumeimarisha huduma ya maktaba, hata kama ni ndogo, lakini kwa sababu maktaba ni vitabu. Maktaba sio jengo wala sio chumba, maktaba ni vitabu. Kwa hivyo Wizara ya Elimu kupitia shirika letu la huduma za maktaba wamefanya vizuri sana katika eneo hili.